Unaweza ukawa umefika mahali pa kukata tamaa, labda huoni kesho yako, labda yale uliokuwa umeyapanga yakitokea ya basi jambo fulani litakuwa sawa, mtu uliyekuwa unamtarajia akikukubalia mambo yako yatanyooka, kazi uliokuwa unatarajia kwamba ukiipata basi utafanikiwa kwenye moja, mbili, tatu, yamkini vitu vyote hivi vimepotea. Shalom, karibu tujifunze pamoja. Mkutano mkubwa ulikuwa umekusanyika uliku, ghafla mtu mmoja akatokea. Baba mtu mzima ametokea nyuma kabisa ya mkutano, akiwa anakimbia kwa kasi kuelekea mahali ambapo Yesu alikuwa amekaa. Mtu huyu hakuwa tu mtu mdogo, alikuwa ni mkuu wa sinagogi, mtu mwenye heshima kubwa. Baba yule alipofika kwa Yesu pumzi imekata jasho limemtoka, Akaanguka miguuni pa Yesu, anamwambia Yesu na kuomba na kusihi, na uje nyumbani kwangu umwombee binti yangu, maana yuko katika hali ya kufa. Sio tu kwamba ni mgonjwa, lakini amefika mahali pa kufa. Kwa sasa hivi tungesema huyu mtu yuko ICU, mgonjwa mahututi. Ni binti yangu mdogo akamsii sana ili Yesu aende kumwombea. Basi Yesu naye akaamka kwa ajili ya kumfuata huyu baba. Baba huyu anaitwa Yairo, anakimbia yamkini, anataka hata kumshika Yesu amkimbize, afike kwa haraka, maana anajiuliza hivi, je, tutamkuta akiwa hai au atakuwa ameshaondoka? Sasa kwa sababu ya msongamano wa watu, Yesu anajitahidi kupenya huku na huku na huku. Tunapata kisa kingine hapo cha mwanamke yule aliyekuwa akitokwa na damu kwa miaka kumi na mbili kinatokea hapa, lakini bado Yesu akawa anaendelea kwenda. Nafikiri Yairo alipokuwa anaona jinsi ambavyo watu wanamgasi Yesu, nafikiri alitaka hata kupiga kimulimuli, ingekuwa ni ambulance inapiga kimulimuli kile, wee, wee, wee, wee. ili magari mengine yapishe. Lakini sasa hapa ni Yesu na watu wamemsonga, kila mtu bado ana shida yake. Wakiwa katika harakati za kwenda, taarifa inakuja, watu wawili wanakutana na Yairo wanamwambia basi usimsumbue tena mwalimu, binti yako amekwisha kufa. Fikiria hali ya huyu baba ambaye alikuwa amebakiza tumaini moja, kwamba Yesu akifika kama binti yake bado akiwa hai, hajafa, Yesu akimwekea mikono huyu binti anaweza akapona. Lakini sasa taarifa imekuja, binti yako amekwisha kufa. Ndugu yangu, nikwambie hali ya huyu baba, kama ni machozi yalitiririka pale, akaanza kuona tumaini lake limeisha. Ndio umefika mwisho kabisa, nilichokuwa nakitarajia sasa kimepotea kabisa, nilichokuwa nakitegemea sasa kimeyeyuka. Yule niliyekuwa natarajia akifika atamponya, sasa matumaini yamepotea yote kabisa, sina namna nyingine. Kitu cha ajabu sana kinatokea hapa. Yesu anasikia yale maongezi ya wale wajumbe waliotumwa, anamwambia Yairo, "usiogope amini tu." Ndugu yangu, inawezekana umefika mahali ambapo umeomba kwa muda mrefu, labda unaumwa, jambo unasumbuliwa na kitu fulani, unaumwa au unasumbuliwa na jambo fulani kwenye maisha yako, umefika mahali ukanyosha mikono ukasema, basi imekwisha. Nikwambie, haijaisha mpaka Yesu aseme imeisha. Usiogope, amini tu. Stori inaendelea pale. Yesu anafika pale nyumbani kwao, anawaondoa watu wote, na mwisho wa siku Yesu anafanya muujiza mkubwa, yule binti anaamka na anamkabidhi binti yule kwa wazazi wake. Nikwambie, usiogope, amini tu wewe endelea kumwamini Mungu hata kama umekata tamaa kabisa, hata kama huoni mbele kabisa, hata kama ni giza totoro, amini tu. Usiogope amini tu. Mpaka wakati mwingine, amani iwe nawe.